Tunashukuru wazalendo wake Domi, Senise, F, FBP, yake na kuendelea kuchunga maeneo na raia ndani ya hizo iweze vile vile, kumaliza vita kwa sababu watu zaidi ya milioni moja mbili wanapatikana. Karibuni na, na ujambo ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa channel yako pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako TV online iliyo na makao yake huku nchini Uingereza tunakuletea habari za kanda kama vile habari za kimataifa. Leo ni siku ya Jumamosi ya tarehe Mei 17 mwaka wa 2025. Nini tunakuandalia leho mapema leo asubuhi ni kwamba M23 RDF jeshi la Rwanda kama vile washirika wao AFC wapata katika maeneo ya Rutshuru haswa sehemu za Bambo Kishishi na maeneo ya kando kando. Hizo ni habari ambazo zilizotufikia ni tarafani au wilaya ya Ruchuru. Kwa mujibu wa habari tulizozipata zasema, kwamba tangu mapema wiki hii kundi la M23 RDF jeshi la Rwanda kama vile AFC waliweza kuendesha mashambulizi ya hali ya juu kwenye mistari tofauti ya mapambano katika maeneo ya Bambo Kishishi, na kandokando huko Ruchuru mashambulizi hayo yaliweza kupelekea vifo vya watu kumi na wawili ambao hao watajwa kuwa ni raia wa kawaida wakiweza kujeruhiwa wengine zaidi ya ishirini. Duru zetu zasema kutoka Bambo Rutshuru, ilikuwa ni siku ya Alhamisi ya tarehe Mei kumi na tano mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Kwa mujibu wa habari zilizotufikia zasema kwamba wazalendo kwa upande wao baada ya kushambuliwa kwa vitongoji hivyo na kuhuliwa kwa watu kama vile majeraha yaliyoshuhudiwa miongoni mwa raia wa kawaida wazalendo kwa upande wao, nao waliweza kuwazungukia wapiganaji hao wa M23 RDF, jeshi la Rwanda, na ambao wametajwa kupitia mashambulizi yaliyofanywa na wazalendo ya mchini wapiganaji waliozingirwa waliweza kuuawa wengi kabisa. Ikiwa haitoshi kuna gari moja aina ya jip iliweza kuchomwa siku ya Ijumaa ya tarehe Mei kumi na sita. Wazalendo waliweza vilevile kurejesha nyuma mashambulizi ambayo yaliweza kufanywa na M23 RDF jeshi la Rwanda kwenye vitongoji vya usultani wa Bwito hususani huko Bambu Kishishe, Kirima Katolo pamoja na eneo linalojulikana kama vile mine deso mikivu ambayo kwa sasa imo mikononi mwa wazalendo, kama vile kitongoji cha Kashalira. Habari tulizopata zasema kwa sasa M 23 RDF jeshi la Rwanda kama vile AFC wameweza kujikusanya sehemu za Kibirizi, maeneo ambayo kwa sasa yaripotiwa kwamba zalendo wanajihandaha vilivyo ili wawezi kuwafuatilia sehemu walizo nazo. Duru zetu zasema kwa mujibu wa kongamano kumi na nne ambazo zinahunda tarafa la Rutshuru, wazalendo kwa sasa wanaripotiwa kwamba wanamiliki na kudhibiti kongamano nne, nao wanahenea au wameweza kusambazwa katika maeneo ya Rutshuru ilikuwa wenye kuwatikisa mara kwa mara M23 RDF jeshi la Rwanda katika maeneo ya tarafa aho wilaya ya Masisi, pia kama vile huko Nyiragongo pamoja na maeneo ya kando kando ya mji wa Goma. Imeripotiwa vilevile wazalendo wapo na huenda mnamo siku za usoni kuna habari njema itakayotolewa, ametuambia mmoja miongoni mwa wenye asilia ya Rutshuru. Jumbe Eme Mukanda Mbusa kama anavyotulia na maelezo haya ya kina, watu kumi na mbili walifariki na wengine makumi mbili nao wakajeuliwa, make wakavunjika vikali. Hapa ilitokana na mapambano yaliyopitika Bambo kijiji jana. Hapa tunapatikana kwenye tarafa ya Ruchuru, sheferia Bwito na ilikuwa siku ya tatu M23 ambayo ilikuwa Kibirizi iliweza kuenda atake posisio ya wazalendo pa Kishishe, na wakisha kamata Kishishe walijielekeza Bambo jana asubuhi, ambapo mapambano ilianza tangu saa si, sa, 12 za asubuhi mpaka saa 12 za jioni. Ni kusema jana mchana watu hawakuweza kujitokeza nje Bambo kwa sababu M23 ilikuwa inatupa mabombe mugini na hizo bombe zimeumiza watu na kuua wengine. Watu 12 wamefariki na watu zaidi ya makumi mbili wamejeruhiwa vikali na wanakuwa kwenye hospitali kuu ya Bambo. Tulikuwa tunaomba CICR na wengine mashirika iangalie gisi ya kupeleka wale wa blesse de guerre kwenye hospitali kuu ya Rutshuru sandre ambapo kunakuwa dawa yenye inaweza kuwasaidia. Na vile vile tunaomba government, tunaomba wa volontaire waweze kusaidia wazalendo wanaopatikana ndani ya eneo za Bambo, Kishishe, Tongo, nafasi nyingine. Na tutajulisha kama ndani ya tarafa la Ruchuru, miongoni mwa 14 groupement ambayo inakuwa ya teritwari ya Ruchuru, groupement ine kwa leo, wazalendo wanaendelea kuzizima huko ndani na M23 imewazingira lakini wanapambana tu, ni kusema hawana access ya ravitaima hawana chochote na tunaomba msaada kwa ajili yao. Ni kusema tunashukuru wazalendo wake domi sense FDP ambayo inaendelea kuonyesha patriotisme yake na kuendelea kuchunga maeneo na raia ndani ya hizo eneo, na vile vile tunaomba government iweze kumaliza vita, kwa sababu watu zaidi ya milioni moja mbili wanapatikana ndani ya maeneo ya ukimbizi bila msaada wowote. Tutashukuru vile vile depute national Patrick Munyomo ambaye ameweza kuwakujia msaada wakimbizi wa Beni na wa Butembo aliotoka sehemu za Goma na nafasi zingine. Na kwa hiyo tunaomba wabunge wengine waweze kujiunga ili kupa, kukamata pa kusaidia wakimbizi na kushauria wakuu viongozi ili wafanye nguvu chini vita iweze. Tumeteseka na vita sisi watu wa Rutshuru, hii ni miaka nne tuko kwenye ukimbizi, walimu hawapokee mshahara, watu wamechoka na vita. Wamalize vita ili tuweze kuendelesha maisha yetu ya kawaida. Sisi Rutshuru tunakuwa walimaji, vita ikiisha, tutaendelea na kazi zetu za shamba ili tuweze kukulisha familia na kuchunga watoto. Asante sana, mimi ni Bwana Mbusa Mkanda Eme nikiwa mtetezi wa haki ya binadamu. Nikupitia maelezo hayo ya bwana Eme Mukanda Musa, ndiyo sina cha ziada ndugu mtazamaji, kila ambacho nitakuomba wewe, ambaye bado hujasubscribe karibu, usikose kusubscribe ya yahani kujabone, usikose kulike, usikose kuwacha komenti yako. Tafadhali usikose vilevile vile kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho, usikose kushare ya hadi kupartage kwa ndugu jamaa na marafiki. Hiyo itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi, na huo utakuwa ni mchango wako kubwa kwa chanuli yetu hii, kwa sababu bila wewe sisi hatupo. Hadi tutakapokutana tena hewani, hacha tuwa gane, nikiendelea kukushukuru kwa mchango wako, ukikubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho.